Unatazama furaha FM Media. Na wasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo mfufuka. Yesu Kristo amefufuka! Yesu Kristo amefufuka! Yesu Kristo amefufuka! Amina, amina toka tulipoadhimisha Pasaka iliyopita mpaka leo tunamshukuru sana Mungu kwa kututunza njiani kumekuwa na mabonde milima lakini ametuvusha salama sifa na utukufu ni kwake ni neema ya Mungu pekee ndiyo imetubeba kwa kufanya makuu yote haya tunayashuhudia kwa macho yetu tunamshukuru rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania pamoja na wote wanaomsaidia kwa yote yanayoendelea kutendeka na kuonekana hapa nchini. Mungu ambariki sana kiongozi wetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wote wanaomsaidia. Nimeona kwa macho ukuaji wa kanisa na hali ya uchaji kwa ujumla. Kwa mjibu wa neno la Mungu ni muhimu kuzingatia usafi wa ibada hizo zote na wasini wapendwa, hasa viongozi, wachungaji, wainjilisti, wazee wa kanisa, viongozi wa sel. Ibada ziandaliwe vizuri kwa kuzingatia usafi wote, kwani ibada ya kweli inaanzia moyoni mwako, na ibada ni agizo la Mungu. Tunapofanya ibada, Mungu hakika anaheshimika. Tumeshakuwa na sikukuu za Pasaka mwaka kwa mwaka. Kinachodaiwa kwa sasa ni mabadiliko ya ndani ya mioyo yetu waumini mmoja mmoja, kuwe na mabadiliko. Yesu huyu mfufuka afufuke mioyoni mwetu na sisi katika mambo yetu yasiwe ya mwilini tu bali na ya rohoni yafufuliwe na kubadilika na kisha kumtukuza Mungu. Mwaka huu wa 2025 ni mwaka wa uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Nitoe wito tusibaki tu kukiri kuwa tunawaombea. Naomba tujitokeze kugombea nafasi hizo muda ukifika ili kutumia vizuri nafasi ya demokrasia tuliyonayo. Lakini pia nawaombeni washarika na Watanzania wenzangu, kampeni zetu ziwe za kiustaarabu na kuonyesha ukomavu mkubwa wa demokrasi. Hali ya mvua na hali ya hewa kwa ujumla mwaka 2025 si ya utulivu wa kutosha. Naomba wale waliobahatika kupata chakula kidogo kitunzwe. Na wale ambao hawakupata basi tuweke utaratibu wa kujitafutia akiba ya chakula kwa siku zijazo. Tuweke akiba ya chakula na fedha. Usitunze fedha tu kama akiba bali tunza na chakula, itakusaidia siku za mbeleni. Jambo lingine tuombe na kuombea nchi yetu ya Tanzania, ili Bwana mfufuka aliye amani yetu aende kutuongoza katika amani. Amani atoayo yeye mfufuka si kama inayoweza ikapatikana kwa wanadamu. Amani tuliyonayo wa Watanzania ni zawadi tu ya mfufuka. Kwa hiyo tudumishe na amani, ikitoweka wapendwa, ni ngumu sana kuirejesha tena. Tuone nchi za majirani kwa hiyo wasini, tulinde na kuitunza amani, tumwambie mfufuka, hebu aendelee eh, aendelee huyu mfufuka eh, kutuelekeza na kutuongoza katika amani yake. Na ombi hili tusikose kila wakati, kila siku, kumwambia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama kiongozi wetu pamoja na wasaidizi wake, ili wajazwe hekima busara na kuendelea kuiongoza nchi yetu katika misingi ya umoja, hofu ya Mungu, mshikamano na upendo. Tudumishe moyo wa uzalendo, kuheshimu tunu zetu za nchi, kuipenda nchi yetu na kupendana sisi kwa sisi. Tuendelee kuombea familia zetu, ili ziwe kiini cha watu bora na jamii bora iliyo tarabika isiyo na vitendo vya kikatili na aibu, badala yake iwe jamii inayopendana na kujali ustawi wa kiroho na kimwili na maendeleo kwa ujumla. Hebu tukatae kabisa vitendo vya ukatili wa aina zote, tukatae na tupige vita. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki dayosisi yetu ya Iringa ya kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Mungu libariki kanisa letu la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Na watakia heri ya Pasaka 2025. Asanteni kwa kunisikiliza. Amen. Unatazama Furaha FM Media.